karibu katika channel ya Feaboy TV leo nimekuletea tena tangazo lingine la kuitwa kazini kwa wale ambao waliweza kufanya interview kati ya tarehe tatu mwezi wa 9 2024 mpaka tarehe 15 mwezi wa 4 2025 majibu yao tayari yameweza kutoka kwa hiyo nitasoma barua hii kama jinsi ambavyo imeandikwa jamhuri ya muungano wa tanzania ofisi ya rais sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma Tangazo la kuitwa kazini Katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 3 mwezi wa 9 2024 na na tarehe 15 mwezi wa 4 2025, kwa kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzi data, yaani database, kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasaili wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira poto kwenye sehemu ya my application, hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala download and print barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi waka, wakiwa na vyeti vyao halisi, yaani original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea, ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa.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 imetolewa na Katibu Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Asanteni na karibuni tena.